wa mto Kanoni utaanza kujengwa kwa mujibu wa vikao vilivyokaa na wataalam. Tarehe ishirini na nane mwezi Februari, wanaanza zoezi la ujenzi rasmi la ule mto Kanoni. Tarehe ishirini na nane Februari, ujenzi wa mto Kanoni unaanza rasmi, mbali ya zoezi la usafishaji ambalo litaanza leo. Swali langu la uelewa liko kama ifuatavyo. Nashukuru, mkataba huu kwa mujibu wa taarifa tulizopewa ni kwamba ilisainiwa toka mwezi wa saba mwaka 2025 na, na leo ni ni tarehe tisa mwezi wa pili, Mheshimiwa Mstari Kimea eh, ukiangalia hapo ni takriban tunakwenda mwezi wa saba toka mkataba huo umesainiwa, pamoja na mwalimu mzuri kwamba eh hao mkandarasi huyu yuko site. Sisi tunachohitaji kwa wananchi wa jimbo la Bukoba mjini na halimu na manispaa kwa ujumla wanahitaji kujua ni kwamba ukiangalia mkataba alio usaini alisaini kama alivyosema mkurugenzi, mambo mawili: kutengeneza barabara pamoja na ujenzi wa mto Kanoni. Mheshimiwa Mstahiki Meya, sasa hivi wananchi wa kwenye adha za mvua, na leo umeona ambayo imeonyesha kuanzia saa tisa usiku mpaka hivi sasa, na tutakwenda hivi mpaka mwezi wa tano. Sasa swali langu kwako kwa Mheshimiwa Mstahiki Meya, hautuoni sababu kwa nini wasianze na ujenzi wa mto Kanoni kama kweli meshimkuja saidi pamoja na kuchelewa kwa nini wasimshauri mkandarasi huyu akaanza na ujenzi wa mto Kanoni ambao una kelele nyingi na wananchi wengi wanapata adha ya mafuriko kabla ya kuanza barabara hizo zilizotajwa? Utekelezaji wa hii miradi unaendana kwa mujibu wa mikataba kwao, sisi yani hatuwezi kwenda kumshauri anza na hiki hapo Ila tunachomsimamia atekeleze mkataba kwa namna ulivyoingiwa, na kwa kuzingatia hilo uliosema, si tumelipokea. Lakini kuna ule mpango wa utekelezaji ambao unawekwa kwenye kila mradi, na katika kusimamia hilo, hapo cha kwanza kilichoonekana katika mto Kanoni, kwanza, hatua ya kwanza ifanyike ni kusafisha ule mto ili kuondoa haya mafuriko, na kwamba tarehe ishirini na nane ya mwezi Februari, kwa mujibu wa vikao vilivyokaa na wataalam, tarehe ishirini na nane mwezi Februari wanaanza zoezi la ujenzi rasmi la ule mto Kanoni. Tarehe ishirini na nane Februari, ujenzi wa mto Kanoni unaanza rasmi, mbali ya zoezi la usafishaji ambalo litaanza leo.